Kwa kwanza kabisa nianze na angalizo au nitoe tahadhari, kwa maana kwa maana hii video sio kwa ajili ya kumshambulia kumshambulia, uh, mchungaji Masanja au kuharibu jina lake, isipokuwa niku, niku, ni kuwafungua watu macho, wale kuondoa bwana ambao wanaamua tenga muda kwa ajili ya kumtafuta Bwana yetu Yesu Kristu and then unaishia au unajikuta kwenye madhabahu au makanisa kama haya. Kwa kusema hivyo nitaelezea kidogo kwa kifupi freemason. Freemason wapo kwa muda na bila kujua the way wanavyowasiliana huwezi kuelewa wanavyoenda. Um, ntaanza na ntatumia, siwezi kwenye hii video peke yake siwezi kumaliza the way wanavyowasiliana, ila ntaelezea zile alama anazozitumia huyu mchungaji au pastor, bishop, Masanja kujionyesha kwamba ni mmoja wao. Moja ya alama ya kwanza ambayo ntaiongelea ni uh, hii wanaita eye symbolism alama ya macho ambayo yeye sijajua, kwa maana kama ulishawahi kujiuliza kwamba ni kwa ajili kwa nini yani, kwenye posti zake huwa kuna kipicha kidogo kimekatwa katikati katika paji la uso yani, kuonyesha tu jicho moja, na ili jicho moja wanalolionyesha hapo ni la miungu ya Kimisri na jina lake ni une, wanaita unaweza kutumia all seeing eye au jicho linaloona mda wote au the eye of Horus. Kama jinsi kwenye Bible ilivyo ni kwamba we have tuna, tuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wao pia kwenye hiyo miungu wana baba, kwa maana Osiris and then kuna o Isis ambayo ni wife tu huyu Osiris and then wana mtoto ambayo ndio huyo Horus ambayo ndio hilo jina lake wanaita, ndio hilo jicho ambalo wanalionyeshaga wana, wana, wana, waliochukua kiapo cha cha Freemason au waliojiunga na Freemason, wana lazima waonyeshe kwamba mimi ni mmoja wenu. Umeona? Sasa hii hata kwenye Biblia ameongelea kwenye Zakaria 11:17 ambayo ina state kwamba nitasema kwa kifupi tu hapo kwamba is Umeona? Sasa ukimwangalia kwenye hizo posti zake zo nyingi, nyingi, nyingi, nyingi, nyingi, lazima utakuta kuna hicho kipicha kidogo. Kwenye ulimwengu wa Freemason hiyo wanamwakilisha yule ule hiyo miungu au mu, miungu niliyokwambia kwa jina la Hollers. Alafu ntaonyesha hapo chapo za, za watu wa namna yake waliamua kuchukua kiapo cha kumukana Bwana wetu Yesu Kristu na kujiunga na adui. Alama nyingine ambayo anaipendelea ni hii wanaita ni alama hii wanaita kama utataka kufuatilia zaidi wanaita Sublime Knight Elect au sign of fidelity. Na hii alama ina sifa mbalimbali kulingana na gurupu la Freemason lilopo, linaweza ikamaanisha kwamba ni mtu mwenye digrii ya 11 kama utaenda kwenye Sublime, au ni mtu mwenye degree 32 mbili au ni mtu mwenye degree 12 uh, au thelathini oh. Amini sasa, hizo zote, sasa maana yake ni nini ya hii alama? Maana yake ni kwamba ni mtu alionyesha juhudi na thabiti katika ile jukumu lake alilopewa, kwa hiki kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, tunachomzunguka katika, kwa sababu wenyewe amtumikii amtumiki bwana katika bwana wao ambao ni, ni Lucifer au shetani mwenyewe alafu vilevile hii vile, alama ni hii alama ukiangalia katika jicho la nje unaweza ukadhani kwamba ni alama ya unyenyekevu mbele ya Bwana. Yes, inaonyesha ni alama ya unyenyekevu, lakini siyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa bwana wao ambao ndio shetani au adui wetu. So utaangalia hapo utaangalia hapo kuna picha nimeziposti watu watu, ya watu wote, baadhi ya watu ambao wamechukua, wamechukua kiapo cha kumkana bwana na kuamua kujiunga na adui. Sasa show, yes. Kingine ntazungumzia madhabau. Madha, katika madhabau pia kuna alama ambazo zinajieleza. Pale msalaba uliotumika pale sio wa uh, nazungumzia nyuma ya madhabahu kule msalaba uliotumika pale, wanaoita ni Cross of Lorraine au double cross. Na maana yake ni kwamba ni usaliti, usaliti kwa maana au kwa lugha nyingine ni kwamba kama jinsi uh, shetani alivyomsaliti uh, Uh, baba wa baba wetu Yesu Kristu, wao pia wanatang, yani ni wanatangaza vita ya kiloo dhidi ya Mungu wetu au dhidi wa Bwana wetu Yesu Kristu au the father of our Lord Jesus Christ. Sasa vilevile um, vilevile vile, katika ulimwengu wa Freemason pia ni inamaanisha ni mtu mwenye digrii ya 33, umeona. Kama atakuwa amechukua route ya kwenda kwenye Scottish Rite au vilevile, ni ni mtu mwenye mwenye cheo cha Inspector General, au sometimes pia ukienda kwenye hii wanaita huo msalaba a vilevile unaweza ukaita, kama utaamua kufuatilia, unaweza ukaita Malta cross au Maltese cross. Umeona huyo picha unayemwona hapo, ya huyo ni mtu mwenye cheo hicho, nadhani unaona jinsi unavyofanana na msalaba ambao umetumika pale. Kingine mtazungumzia uchaguzi wa mavazi hii nime, ni, picha nimeitoa kwenye moja ya tangazo lake ambalo kama jinsi ilivyoandikwa hapo ni imeandikwa ni amevaa inaitwa Hellstar au kwa lugha nyingine ni star wa kuzimu. Sasa sijajua ambacho sijafahamu ni kwamba eidha hii nguo alivaa kabla ajaitwa kwenye utumishi alionao wa sasahivi wa wa uchungaji au pasteling, ambao kama mchungaji au pasteling kazi yake ni ku kuwafundisha watu njia za kweli za kumfikia Mungu au za kuelekeza watu katika, katika, kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Sasa yeye amevaa nguo imeandikwa neno stawa kuzimu. Umeona? Kwa hiyo oh, yeye hii inanifanya niseme kwamba njia zake zote na mafundisho yake yote ni ya kuwapeleka watu kuzimu, ambapo ndio stawa wa kuzimu yupo, ambao stawa kuzimu wote tunafahamu kwamba ni shetani mwenyewe. Alama ya mwisho ntakayozungumzia ni ya uh, wanaita ma, uh, masonic uh, penat sign au pose, na inamaanisha kwamba hii ni alama ambayo unaona kama umeshikilia kidevu hivi na maana yake ni kwamba inawakumbusha wao kiapo walichochukua kwa maana hawaruhusiwi kutoa siri kwa mtu wa aina yoyote, bila kujali uhusiano au ukaribu alionayo, iwe baba iwe mama iwe mke iwe mtoto, hawaruhusiwi kutoa siri za aina yoyote. So na gharama au penati ya kufanya hivyo, ya kutoa siri, ni kifo. So huwa wanashikilia kidevu hivyo, okay. Ukiangalia unaweza ukadhani kwamba yes, yes, like lakini no, ni ulimwengu wa, wa Freemason. Inamaanisha kwamba tunakumbuka kiapo tulichochukua kwamba hatutatoa hatu, siri hatu, umeona so, yeah. Na kama nilivyoanza video, lengo sio kumshambulia mchungaji au Bishop Masanja ila ni kuwafungua tu watu macho ambao wanaenda bile, wanaenda pale bila kufahamu. Na hata we mwenyewe kama ataiona hii meseji, amrudie Mungu kama jinsi wa Kristo wote tunavyofanya, amlilie Mungu wake, na ni Mungu wa haki atamsamehe. Achani na mambo ya kidunia. Asanteni.